Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi na Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani amezindua mfumo mpya wa kielektroniki wa ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za usalama barabarani, hatua inayolenga kuimarisha usalama na kupunguza ajali barabarani hapa nchini. Uzinduzi huo umefanyika katika Wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani katika mkoa wa Manyara ambapo mfumo huo unatarajia kuondoa changamoto zilizokuwa zikijitokeza katika ukaguzi wa magari kwa kutumia stika za karatasi na badala yake kurahisisha huduma kwa njia ya kidigitali. Kamanda wa kikosi cha usalama barabarani William Mkonda amebainisha kuwa elimu kuhusu matumizi ya mfumo huu mpya tayari imeanza kutolewa kupitia vyombo mbalimbali vya habari na madawati hii ya uelimishaji yaliyoko nchi nzima katika kuboreshaji wa huduma hii muhimu kwa moto na kwa kisha tunakwenda kwenye vyombo vya moto wa usalama. Baraza la Taifa la Usalama Barabarani kupitia Jeshi la Polisi, idara ya mfumo, imetengeneza mfumo wa ukaguzi na utoaji wa stika za kielektroniki badala ya stika za karatasi, kama ambavyo tunazoeleka kufanyika katika miaka hii wa watu wa mwisho wa mji wa Monte wa Salama. Mfumo huu ambao tunazungumza mimi kama ambao tunakuchwa hapa, ni mfumo rafiki zaidi tutawawezesha wamiliki wa vyombo vya moto kuomba wenyewe wa ukaguzi kupitia katika mfumo na kupeleka kuopyao kwa wakaguzi wa magari walio katika ofisi za wakuu wa usalama barabarani wa mikoa, kwa maana ya tios na wakuu wa usalama barabarani wa wilaya, kwa maana ya tios, kwa kwa siku na muda wao, kwa jinsi ambayo muda wa ukaguzi, ukaguzi huu utakuwa utokalelevu kama ambavyo tumekuwa tukikatia bima vyombo vya moto. Niombe kupitia ninyi ndugu na habari na ndugu viongozi mbalimbali hapa mbale na otohapa na ninyi, kama nguzo muhimu kabisa katika kupambana na janga la barabarani, mkoa wote uma wa Tanzania, hususan wamiliki wa vyombo vya moto na madereva mbalimbali vya moto warele koao ya moto kaviliwa na kupata stika za kielektroniki ya usalama barabarani kwa hiyo ndani ya kipindi hichi cha ukaguzi, kwa maana ya wiki ya nenda kwa usalama wa barabarani, tutaendeleza kampeni ya mtoaji elimu kwa makundi yote ya watumiaji wa barabara kwa kushirikiana kikamili na wadau wengine wa usalama wa barabarani, ili kujenga jamii yenye utamaduni ili kuwajibika kwenye kutii sheria na usalama wa barabarani. Hawa, wakini na kufahamu wajibu na uwajibikaji wa kufuata sheria, kanuni na taratibu za usalama wa barabarani. Mwananchi ili aweze kukaguliwa chombo chake cha moto, cha kwanza kabisa itabidi aingie kwenye mfumo kwa ajili ya kuomba namba ya kuweza kulipia huduma hiyo ya ukaguzi ili aingie awe na laptop au kompyuta au simu ya smartphone ili kuwezesha kuingia kwenye mfumo. Namna ya kuingia, ataingia kwenye kiijali pale, ataandika au kuweka inspection na kisha atapata ukurasa wa mfumo <coughs> kama inavyoonekana pale. Kama akiwa ni mwananchi anaingia kwa mara ya kwanza au iliki au eea anaingia kwa mara ya kwanza, atahitaji kujisajili na mfumo huu. Ni rafiki kwa maana kwamba kuna machaguo ya lugha anaweza kachagua Kiswahili au kachagua Kiingereza. Jina naitwa Shongo Ariana, ni msafirishaji wa bodaboda Boda, Manyara. Mfumo, kwa kwangu mimi binafsi uko sahihi, uko sawa kwa sababu kila sehemu kwangu mimi binafsi nimeona uko sahihi na mpaka sasa hivi hapa napoongea, nimekuwa mtu wa pili kusajili pikipiki yangu na tayari imeshaingia kwenye mfumo na kuanzia sasa hivi